Yeah, uh, tuko saa sita saa Afrika ya kati, ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki, na yeye ambao unasikiliza ni Baraka One TV eh, na mimi ni Rojab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Ni tarehe ishirini na saba za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki, popote ambao mnakuwa mnasikiliza Baraka One TV uh, tugusia pointi mbili hapa, pointi ya kwanza ni uh, Ruchuru ambako mapigano yameweza kuzuka upya tena kati ya wadhalendo dhidi ya magaidi wa M23, uh, huku kipigo walichopata magaidi waka, um, uh, jimwaga katika vijiji kaza okaza, na kuanza kuua watu wasiokuwa na hatia. Na pia kitu kingine ni maeneo ya Fizi ambako e, magaidi hao hao wameweza kuandika barua e, na kutaka Umoja wa Mataifa waweze kuingilia kati, wanasema kwamba e, wanauliwa wanafanyiwa mauaji ya kimbari. So na pia uh, kuna ujumbe kwanza hapa ambao tungetaka tusikilize kabla ya kwenda mbali sana uh, magaidi wameweza kuwateka baadhi ya watu ndani ya jiji la Goma, na mmoja ya vijana ambao wametekwa ni kijana wetu wa karibu ambaye anafanya shughuli uh, za kawaida, kwa hiyo inasikitisha sana. Uh, kijana wetu ambaye anaitwa Jordan da Yalire aliweza kukamatwa na magaidi wa M23 hiyo tarehe 26 za mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Inasemekana kwamba alikuwa yuko nyumbani, anatoka nyumbani, ili anaamka tu akitaka kufanya shughuli za hapa na pale, ghafla magaidi wakaja na kuweza kumchukua na wakaondoka naye mahala ambako hapajulikani mpaka sasa hivi, huu kijana hajajulikana yuko wapi na anafanya nini e, licha ya watu kujaribu kumtafuta lakini bado hajulikani amepotelea wapi. Wameondoka na kijana mahala ambako hapajulikani, na licha ya maeforu zote ambazo familia imeweza kutumika kwa ajili ya kumtafuta lakini, uh, still bado bwana mdogo hajajulikana mpaka leo hii. Na ukaiambia okay, yani haya ndio madhila ambayo watu wagoma wako wanapitia kutoka mikono ya magaidi wa M23. Ukiachana na hii hili swala, sawa? Na, na, nataka kabla sijagusia hili nigusie gusi kwanza haya mambo hapa ma, machache. Uh, unajua tupo kwenye habari na maelezo. Maeneo ya Walungu na sehemu zingine ambako magaidi wanakamata. Wana wako nafikia hatua mpaka ya kuwachoma watoto ndani ya maji ya moto. Ushelewa? Wanakamata mtoto wanamchoma ndani ya maji ya moto. Wako wanatesa watu bila sababu. Jelo Mwana mama ambaye anasemekana kwamba kwa e, sababu ana kifua kikubwa, eh, maziwa makubwa, anaambiwa alipie maziwa yake kutembea. Kupita kubarieri yao alipie maziwa. Kisha wao ndio wako nasema, "Wao oh, wazalendo wanatemba barieri mwa njia, oh, wazalendo matesa raia kulipisha." Wao wanalipisha paka mtu mwenye kuwa na maziwa makubwa. Kama ni mambo ya hatari sana. Hebu sikiza. E?

Pole sana, tunasikia gisi huyu yeye alienda zala wakamupiga masasi na wakapiga h walimusindikiza masasi bale. Wa ndugu waliona mama umoya wakamuita, ndio mama alikuwa na kifua kavambi sana, wakamwita wakamwambia hivi jamo mama jamo sana

ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. E, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata hizi habari kila wakati. Hilo ni jambo moja la maana sana, na pia tembelea Baraka One TV Channel 2 ambako pia utakutana na baadhi ya matukio, na big up sana kwa wote ndugu jamaa na marafiki ambao mko mnatuangalia kutoka sehemu zote za dunia: Australia, Canada, USA Uh, Central pamoja na East Africa uh, pia sijasahau ndugu zetu wengi ambao wako maeneo ya Afrika Kusini uh, kule nako pia mnatufuatilia vizuri sana tena kwa ukaribu mno. Uh, big up sana na uh, ni jambo ambalo lina uh, linafurahisha sana so sisi tuna appreciate kwa hili, lakini kabla ya yote uh, niseme tu kwamba kwa yote ambayo umeweza kuyasikiza ni dondoo ambazo ziko zinafanyika na magaidi wa M23 MA King Sele the only one king from USA, Ejide Kizenga Tembele, uh, Kizaba Eba wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV, Akis Kandeke, uh, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, uh, Mona Pia Hedon Butoto, uh, Biondo Kilamba Mawe, uh, Kiza Salum Mashaka Yamba wakiwa pamoja na Baraka1 TV magaidi wa M23 maeneo ya Ruchuru baada ya mapigano ambayo yameweza kufanyika, huku wakapata wakasikia ambacho e, walikutana nacho, wakapata cha mtemakuni. So baada ya kazi kubwa ambayo wazalendo walifanya, jamaa ikabidi waanze kukimbia. Katika kukimbia kimbia maeneo mbalimbali, wakaanza kuingilia watu na kusababisha mauaji ya watu tisa katika utawala wa Bwito tarafani Ruchuru na hiyo imetokea ni baada tu ya kama jinsi nilivyosema kuangukia mikononi mwa waza waza, na hivyo e, wakaona aina haja ya wao kwenda mikono mitupu e, kwa sababu walikosa kuangusha kichwa cha waza waza. Wakaingilia sasa raia ambao hawana silaha na kuanza kuwaangamiza. Waliweza kuwapiga na kuwamaliza watu tisa maeneo ya Kirumba pamoja na maeneo ya Kagano huko huko tarafani Ruchuru mkoani Kivu ya kaskazini. Hayo hayo mapigano ambayo yalifanyika hayo maeneo yaweza kusababisha mamia ya watu kukimbia makazi yao na kuenda kutafuta usalama mahala pengine ili kuepukana na mzozo huo ambao uko unaendelea uko maeneo ya Ruchuru ukiachana na Kirumba pamoja na Kagano. Eh, magaidi wa M23 inasemekana kwamba idadi hiyo ya mauaji huenda ikaongezeka, eh, maana walipokuwa wanapita maeneo ya Kanyati, eneo ya Chai na eneo ya Mukondo Uh, mpaka kufikia Kagano inasadikika kwamba kuna wengine aidha watakuwa waliuliwa, lakini bado mashirika ya ya kiraia yangali yanafanyia uchunguzi na kutafuta mili zaidi. Kwa hiyo idadi hii ya watu tisa inaweza ikaongezeka na kufikia uh, kumi na zaidi hivi kutokana na kile ambacho watakwenda kukikamata. Hayo ndiyo ambayo yalifanyika kwenye mapigano ambayo yalifanyika huko maeneo ya Ruchuru, kati ya wazawaza dhidi ya magaidi wa M ishirini na tatu Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF, ukiachana na hili swala la huko Ruchuru tukija maeneo ya Fizi zarafani, Fizi ambako magaidi wa M23 wameweza ku uh, kuiandikia tena umoja wa Mataifa kwa mara nyingine, waandikia jamii ya kimataifa wanalalamika. Uh, barua yao ambayo wameitoa tarehe 25 za mwezi wa 5 2025, inasema kwamba uh, ngoja nikusomee, inasema uh, Alliance Fleuve Congo M23 AFC

Alliance Fleuve Congo na eme ishirini na tatu inajulisha jamii ya taifa pamoja na kimataifa eh, kwamba mauaji yanaendelea dhidi eh, ya ndugu zao wa Nyamulenge ambao yako yanajirudia mara kwa mara eh, wakitwangwa na vikosi vya muungano wa utawala wa Kinshasa FRDC, FDLR, eh, wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi

Uh, mashambulizi hayo ya kigaidi ambayo yanaletwa na, na serikali ya Kinshasa inaharibu miundombinu, inaua, inaumiza, inafanya watu wawazi kukimbia makazi yao, jamii wa uh, ya wanyamulenge maeneo ya Rugezi, Minembwe, Mikenge, Kundondo, Rurambo pamoja na maeneo yote ambayo yanasababisha E, um, ukosefu wa, wa mahitaji muhimu ya kibinadamu. Hali hiyo inaendelea ja huku ukimya wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu, ikiwa aliazavikongo bado iko na inajitolea e, kutafuta suluhisho ya amani na iko tayari kulinda watu wake pamoja na maeneo yake ambayo inashikilia. Unasikia hao jamaa Sasa um, tukamatie hili hapa tukamatie hili hapa. Nafikiri tushaongea hivi mara kwa mara eh? E, mara mara kwa mara tunasemaga juu ya hili swala oh, eh, wanani wanasema wa, wa, eh, wanasema genocide mauaji, wanatua wanaua watu wetu, wanafanya hivi wanafanya hivi eh, genocide, genocide. Sasa Eske kabisa wenye wako wanapigana kule ni raia? Eh? Wazalendo wako wanapigana na M23, tigwaneo, Redi Tabara awako wanapigana na raia? ah -ah. Ah -ah. Lone. Awapigani na raia wanapigana na Redi Tabara na tigwaneo. Na pia wanyamulenge. Kongo amuna mnyamulenge mtusi. Mulenge haiko ya batusi. Mulenge ni bafuliru, kwa hiyo hapa jina yabo so, sio wanyamulenge, ni ba refugee Rwanda. Benye baliingia Kongo na wakamata bunduki. Sawa? So? Ba refugee Rwanda bebe biko Kongo na kamata bunduki biko anapigana na serikali. Haigo, aseme ni ni ni, uh, ni ba Kongole de origine. Hizo watu tunambiana hivyo. Kwa hiyo wameandika hii barua ili kujaribu kuonyesha jamii ya kimataifa, si kwamba wako wanauliwa, wanafanyiwa mauaji ya kimbari, kitu ambacho hakipo kabisa. Hata umoja mataifa pia unaelewa, unajua kwamba tushachoka. Sawa? So, washawachoka walikuwa nawasikiza zamani mahivu, washawachoka, washana kumbe awa watu ni michezo yao, kwa sababu so, tokea tokea uh, tokea fdnani uh, AFDL AFDL FD inakuya RCD CNDP M23, yani ni nyinyi tu mnatoka huku, mna kre nyingine, mna kre nyingine nyingine hamtulii hamtulii. Aya, wakati mko mna, mna, mnaua watu Goma, mbona msemi? mko mnatia watu uh, wanani watoto mwa nani mumamai ya moto? Eske mko mnasema amko mnasema watu Goma wanakufa kila siku, hamsemi kitu. Lakini ngoja sasa, nyinyi Goma tutawageukia pale na Bukavu, utasikia wanamaliza kominote, wanamaliza uh, wanashambulia Wanyamulenge wanya wanafanya nini? Mwache hiyo madistraction. Unaona? Mwache hiyo. Kwa hiyo msio mnalia wakati mnapigwa. Tushaelewa kwamba muko na madistraction mwanza za mrefu. Hiyo ni faso tu ya kutaka kujisulaje. Juu na sie pia tuzembe lakini tushawaelewa. Kwa hiyo tutenda na uh, tutendana hivi kwa meno kwa meno. Mnenda kushoto tunapita kulia, tunakutana na mbele. Mnenda nyuma tunarudi mbele. Unaona? Ndugu hizo wazalendo na wao pia wamejisidi, hakuna tena kuwasikiliza, hakuna kusema oh, wanasema hivi. A, a, no, sisi lefeno nini, sisi wote no, sisi fire, no nini, tutaendelea hivyo hivyo hizo mm. Ni harakati ambazo watu wanatakiwa wa, wa, wakae chini wazishughulikie, lakini hamko. Mnasikia sasa, mko na advantage nyinyi, hamsemaji lakini sasa mnaingia mmaisha yake, mnaweza kulalamika. Unaona? Kwa hiyo hii haina maana na I, I, I make sense Erasmus Umoja wa Mataifa e, unaelewa ndio maana hata ushughuliki nayo mambo kwa sababu unajua hawa ni tabia yao na kwa ni ni watu wa hivyo hivyo. Kwa hiyo yote ambayo yametokea ya kwa upande wa Fizi na upande wa Kivu ya kaskazini ndio hivyo. Kwa upande wa Fizi wanalalamika kwamba e, wana, wanamalizwa kwa hiyo wanahitaji msaada wa Umoja wa Mataifa uweze kuingilia kati, jamii ya mataifa iwasaidie wanateseka. Kwa upande wa Kivu ya kaskazini wanaingilia raia wanaanza kuwapiga raia wanaua raia e, wanatupa watoto kwenye kwenye e, kwenye maji maeneo ya Walungu na sehemu zingine, inakuwa ni jambo la kutisha sana. Kwa hiyo magaidi wa, wa M23 wanafanya madhambi makubwa ambayo hata Biblia pia inakuwa ha, haitaki. Masuala ya uporaji na utekaji, wao ndio wanaongoza kwa sasa hivi. So hii ni Baraka One TV e, yote ambao wameweza kuyasikiliza, ikiwa ni mchana wa saa sita tanani majira ya saa tisa ambako utazungumzia mambo makubwa ambayo ya konstamuta ambayo alizungumza ile ambayo nimekwekea asubuhi ilikuwa ni kipande sasa, niko na full, full data, na pia Joseph Kabila yuko Goma tayari. Kwa hiyo tunasubiria tusikie ujumbe gani mwingine ambao atakuja nao kutoka Goma.